A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmani rahim. Ndugu mpendwa wa mtazamaji wa MTA Africa Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, karibu tena katika kipindi chetu, kipindi kinachohusu maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuia ya waislamu wa, wa Ahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Katika vipindi vyetu tunaeleza kwa kina sana na kujibu shutuma mbalimbali dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam. Katika vipindi vilivyopita, wageni wetu walijibu shutuma kadhaa, na leo pia tuko na shutuma nyingi sana ambao wapinzani wanaleta dhidi ya mwanzilishi wa jumuiya ya waislamu Waahmadia. Wanasema ya kuwa alitumia maneno machafu dhidi ya wapinzani wake, kama neno kama dhuriatulbaghaya. Katika studio siko peke yangu, ninao wageni ambao wataeleza kwa kina vile Masihi Maud alaihi salatu wassalam alitumia maneno kama haya. Karibu upande wangu wa kulia ni naye mgeni ambaye anaitwa Nasir Juma Tuve Saib, karibu katika asante, kipindi chetu, asante sana. Naam, upande wangu mwingine wa kushoto anaitwa Mwalim Musa Muhamad Musa Uponyo Saib, karibu katika kipindi chetu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, leo tunataka mutueleze kwa kina, mutufundishe kwa kina, kwa nini Masi Maud alahi ssalatu wassalam alitumia neno dhuriatulbaghaya Swali moja kwa moja, ningependa kukuuliza Masihi Maud alayhi salatu wassalam, uh, alihalalishaje vipi matumizi ya lugha uh, lugha kali dhidi ya wapinzani? E, bismillahi rahmani rahim. Asante sana kwa swali hilo ndugu mtangazaji. Kiukweli ni kwamba Masihi aliyeahidiwa Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam alieleza ya kwamba maneno ambayo kwamba yanahusishwa na yeye sio tamko ambalo yeye alilitaja moja kwa moja kama eh, maneno yake ya kutoka mdomoni, bali ulikuwa ni utabiri ambao ulisema wakati ambapo kwamba atafika yeye kama Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, kuna watu ambao kwamba watamkataa. Yaani ilisemwa kwamba eh, kila muislamu atamkubali, lakini kuna watu ambao kwamba watamkataa, na hao watu wakaitwa dhuriyatul baghaya. Kwa hivyo katika maelezo hayo ambao kwamba aliyatoa hayakuwa yanamaanisha kwamba amewatukana, lakini alimaanisha kile ambacho kwamba kilikuwa kimeelezwa katika maneno ya hapo nyuma, na yeye alisema kwamba katika, eh, katika aya za Qur'ani alisema niliwa, yeye aliwajibu katika aya za Qur'ani ambazo kwamba nitazisoma ambazo zinaonyesha namna gani katika Qur'ani pia maneno ambayo yametumika kama vile mbwa, kama vile punda, kama vile kuitwa eh, nyani, eh, na maneno mengine na alisema kabla hajayataja hayo maneno hayo, walikuwa wao wanamwambia kwamba ni, ni, ni, ni, ni mwenye tabia mbaya, yani ni, ni, ni muongo, ama pia walisema kwamba yeye ni mnyanyasaji na pia walisema kwamba yeye ni kipofu. Na unajua maneno kama haya, kuitwa mnyanyasaji katika lugha ya kumwelekezea nabii ni kama kusema yeye alikuja kufundisha ambacho si ukweli, lakini anachukua tamaa ya nafsi yake ama tamaa ya maisha yake na anajua anachokifanya ni uongo, kwa hivyo walimwita mnyanyasaji wakunta pia kipofu kipofu ni kusema pia ni kama yale ambayo anayazungumza yote ni kinyume na ukweli katika Qur'ani, na pia ni kama kusema kwamba yeye hayafahamu mafundisho ya Qur'ani vile inavyofaa. Kwa hivyo, ee ni kama kipofu katika Qur'ani. Tukufu sura ya 5 aya sitini na moja ilieleza namna hivi, Kul hal unabbiukum bisharrin min dhalikum mathubatan inda llahi, je nisiwaambieni habari za wale ambao kwamba wana malipo mabaya zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ukosefu wao ama kwa uasi wao. man laanahu llahu, ni yule ambaye Mwenyezi Mungu alimlaani alimlani. waghadhiba alaihi, na akamkasirikia. wajaala minhumul minhum lqiradata wal walkhanazir, na akawafanya miongoni wao kwamba ni nyani na pia vile vile ni nguruwe. Maneno haya yamesoma katika Qur'ani. Masihi aliyeahidiwa akauliza kwamba je, inawezekana kwamba mtu yoyote kati yao aseme kwamba Mwenyezi Mungu alitukana? Kwa maana maneno haya yalitamkwa kwa mfano ule ule wa maneno waliokuwa wameyaleta wale wapinzani. Lakini imeelezwa kwamba mara zote ilitokea, Masihi aliyeahidiwa akawaku, akawakabili maadui zake sawa na ile sura ambayo kwamba wamekuja nayo kama wangekuja katika maneno ya uzito kabisa kabisa, basi ilifikia mahali ambapo angeshindwa kuvumilia naye angewajibu, lakini walipojibiwa wao waliosema kwamba ni matusi e, pia vile, vile katika sura nyingine sura ya Al-A'raf sura ya 7 aya ya 177, Mwenyezi Mungu anasema kwamba walau shiina la rafa'anahu biha, kama tungependa tungemnyanyua kwayo, walakinahu akhlada ilalardhi, lakini aliendelea kuishi muda mrefu katika ardhi, wattabaa hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Famathalu famathaluhu kamathali lkalbi, basi mfano wa mtu huyo ni mfano wa mbwa In tahmilu alayhi kama ukimchapa yalhath atabweka, na kama vile, vile ukimwacha usimchape pia vile, vile atabweka. Maneno haya yanamaanisha nini? Watu waliokuwa nyakati zile za Masihi aliyeahidiwa walikuwa katika upinzani wao. Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam atakapoongea maneno ambayo ni ya ukweli bado watalaumu yeah. na wakati ambapo wao watamwambia maneno mabaya akiwajibu pia vile, vile watamlaumu yeah. kwa hivyo nikana kwamba hawaeleweki ni sehemu gani hasa itegemea yeah. Pia vile vile kuna maneno mengine katika Qur'ani yaliyozungumzia kuhusu eh, habari ya eh, ya punda. Mwenyezi Mungu ameita katika namna ya mfano mtu ambaye kwamba hali yake ni kama ya punda katika Suratul Jumaa sura sitini na mbili aya ya 6 inasema kwamba mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha, mfano wa wale ambao kwamba walipatiwa Tawrati kisha hawakuichukua ama hawakuitumia inavyostahili. Kama mathali alhimar, ni kama mfano wa punda yahmilu asfara, ambaye anabeba rundo la vitabu. Kwa hivyo ni kama punda ambaye utamfunga mzigo wa vitabu vya elimu kubwa kubwa, lakini ye mwenyewe hajui ni kitu gani alichokibeba. Hivi ndivyo mfano ambao Mwenyezi Mungu alipiga kwa wale ambao kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yaliwafikia, lakini kuyatumia hawakuyatumia kwa inavyostahili. Kwa, kwa hivyo ikafanana nikana kwamba wameipokea lakini kama wamebeba mzigo tu kama punda na hawajui e, e, ile athari yake ama umuhimu wake. Pia vilevile vile, ilisemekana katika maelezo mengine ya e, ya Masih aliyeahidiwa kwamba kuna wakati mmoja yeye alikuwa akiwahubiri ama akiongea na maolvi akawaambia, kwamba wao madhehebu yao ni chafu hmm. Na wakasema pia naye wakamwambia pia kwamba amewatusi ame lakini hakumaanisha kwamba ni wachafu kwa namna kwamba labda hawaogi alimaanisha kwamba mitazamo yao ni michafu no. Na mwenendo wao ni mchafu no. Kwa maana tukirudi katika asili ya mafundisho ya manabii wote wa zamani yalikuwa ya ukweli no. Lakini hawa wamechukua tu vile vitabu, lakini maelezo yao no. Na itikadi zao ni chafu no. Kwa hivyo hakuwa eti yeye anawa, anawakejeli au anawatukana no. Kwa mfano pia vile vilevile Masih Aliyeahidiwa alikuwa amesema kwamba e, ilitabiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba atakapofika maulamaa wa Kiislamu watakuwa wabaya chini ya mbingu. Pia hii nayo masa anauliza, je, hii pia nayo watasema kwamba Mtume wa salam aliwadharau ama aliwatukana kwa sababu wa alisema watakuwa wabaya kuliko viumbe vyovyote katika dunia. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo kwamba yanamaanisha uhalali wa kutumia lugha kwa wapinzani, kulingana walivyo na walivyokuja, utatumia lugha kulingana na matamshi yao. Kwa hivyo ikitokea matamshio ni makali sana, na utaongeza kiasicha ambacho waweze kuelewa, na ikiwa namna hiyo, hii haiti matusi, bali inaitwa njia ya kuwaelimisha. Asante sana, imebainika hapo awali ya kuwa hata kutumia hili neno dhuriatul baghaya ilikuwa kwa namna ya kiroho. Asante sana. Naam, mwalimu Saib, uh, ni mbinu gani Masihi Maud alaihi salatu wassalam alitumia kujibu lugha ya matusi? Asante uh, sana, bwana mtangazaji namna tulivyotangulia kusikia kutoka kwa Mwalim Saab ni kwamba sena Ahmad alaihi salatu wassalam kweli kwa kiasi fulani alitumia lugha kali ili kuwajibu wale ambao walikuwa ni wapinzani wake. Lakini anasema kwamba baadhi ya wakati inafika, inabidi kwamba ikiwa hii ndio njia nzuri ya kutumia ili kuwaelimisha wale wapinzani, basi inabidi kwamba ukatumia maneno kama hayo anasema kwamba ni kweli alitumia baadhi ya maneno makali kwa wapinzani wake, na yamepatikana katika mwanzo wa kitabu chake, kitabu Baria, ambako alitumia maneno makali kuwajibu wale wapinzani wake. Lakini anasema kwamba popote pale yeye hakuwahi kuanza kutumia maneno makali, bali akawa ni kama kuwajibu wale wale wapinzani, na anasema kwamba kwa njia hii unaweza tumia kumwelimisha mtu ambaye anatumia hii lugha kali kwa kwa msingi ya kumwelimisha si kwa sababu ya kumtusi, bali apate kuelimika na lugha ambayo mwenyewe ana, ana, ana, anaitumia. Kwa hivyo akasema kwamba alichukua njia hii kwa sababu mbili, njia ya kwanza, apate kuwaelimisha hawa akitumia njia ambayo wanatumia ili wapate akili na waanze kutumia lugha nzuri, lugha ya kawaida. Pili ni kwamba Waislamu nao wapate kutulia ili wasihamaki, wasi kwa sababu wao wanatukana na wale wapinzani wakafanya labda jambo baya, bali Sayyidna Ahmad akachukua alisa jukumu la kuwajibu au kujibu kwa niaba ya Waislamu ili wasipate kule kuhamaki. Hata hivyo, anasema kwamba na kwa wale watawa au maulama wazuri ambao wanajiheshimu wana na wanatuheshimu pia, wawe ni Waislamu wawe ni Wakristo au wawe ni kutoka maaria, na hawa tumewaheshimu, na hatujazungumza neno lolote baya kwao na hatujatumia lugha kali kutoka kwao na hawa tunawataja kwa wema. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alaihis salatu wassalam anaeleza kwamba wale ambao wanajizuia kututukana, na sisi tumewaheshimu pia vile vile. Na bwana mwelekezi, ujue kwamba historia haidanganyi. Tunaona kwamba wale ambao walikuwa ni maadui wa bwana Sayyidna Ahmad alaihis salatu wassalam, wale ambao ni wapinzani, na walitumia mambo mabaya kuliko yale ambayo alitumia kuwajibu tunasoma katika shatu suna kitabu chake Muhammad Huseini wa Batala, ambaye alikuwa ni mpinzani wa siku zote wa mstari wa mbele kumtukana senamad alahissalatu isla wassalam, kwamba katumia maneno makali saidi na machafu. Anasema kwamba imeshabainika kwamba huyu ni adui wa Uislamu wa kisiri na yeah. Anasema kwamba ni mtu musaylama tulkadhab yule msailama mwongo. Hmm. Tunajua msailama ni yule mtu ambaye alidai kwamba alitaka sehemu katika utume bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila haki. Kwa hivyo anasema kwamba huyu ni msailama wa pili, jambo kubwa sana bwana mwelekezi, na pia anasema kwamba huyu ni Dajjal mm -hmm. na ni mwongo na akaeleza zile sifa zote za Dajjali akamlimbikizia Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam, kwamba ana uso mweusi na kadhalika. Kwa hivyo, matusi, mambo makubwa ambayo Sayyidna Ahmad aliyasikia, lakini akavumilia kwa muda mrefu. Vile vile, anaendelea kusema kwamba huyu anapaswa sasa atiwe kamba kwenye shingo na kuwekwe rundo la viatu juu yake, aanze kutembezwa katika mitaa za India na watu waweze kumshuhudia huyu mtu Alafu anasema kwamba ni muongo ni, ni, ni, ni Dajali ni mpinga Kristo na kadhalika. Kwa hivyo hawa mabwana walitumia maneno makali kama haya dhidi ya Saidna Ahmad alaihi salatu wasalam, lakini akawa anavumilia kwa muda mrefu. Lakini pale alipoamua kujibu ni namna inavyosema Quran alivyosoma madi msabu kwamba ni kama mbwa wale, ukinyamaza bado wanabweka <gulia> ukiwapiga bado wanabweka. Yani muda wote alinyamaza bado wanamtupia maneno. Wakati ameamua kujibu wana wanalalamika kwa hivyo, Sayyidna Ahmad alaihis salam alisema kwamba hakutukana mtu, na ametofautisha baina ya kutukana na kutumia maneno makali kujibu mtu. Anasema kwamba kutukana ni kule ku, ku, kuzua lawama au kuwekea mtu maneno ambayo si ya kweli, lakini kuelimisha mtu kwa maneno makali inaelekea kwamba uka, ukafafanua namna alivyo. Kwa mfano mtu kama ni mwizi au ni, ni mchawi ukamwambia kwamba wewe ni mwizi, unamuelimisha kutokana na tabia yake ya asili au ile tabia alionayo, si kwamba unamtukana, bali unamuelimisha. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alaihis-salaam, hawa mabwana aliwaeleza kulingana na tabia zao ambazo zinajulikana, bali hakuwatukana. Kwa hivyo ikiwa Sayyidna Ahmad alaihis-salatu wassalam yeye alivumilia muda huu wote, hawa mabwana wakimtukana, wakimdhihaki, kwa hivyo haikuwa halali wao kulalamika wakati akichukua hatua ya kuwajibu kuwa, kuwa. Asante sana. Imebainika uh, akiwa anaeleza mtu hali yake, sio maana yake anamtukana, ni kule tu kumweleza. Naam, hii neno dhuriyatul baghaya, je, unaweza kutueleza kwa kina maana yake ni nini na pia ni je tunashughulikia vipi shutuma dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam? Naam, asante sana ndugu mwelekezi. mm -hmm. Kiukweli na, ni kwamba neno dhuriyatul baghaya mm -hmm. ni neno ambalo kwamba hawa wapinzani ndio waliotafsiri wakasema ni kizazi cha malaya. Mm -hmm. Lakini Masihi aliahidiwa hakuwa amesema hiyo ndio tafsiri yake. mm -hmm, bali wapinzani walipolisoma katika ule utabiri ambao ulikuwa umetolewa kwamba kizazi cha yani, dhuriyatul baghaya watamkataa wakati atakapokuwa amedai madai yake kama Masihi aliahidiwa hasa hasau, akasema kwamba utabiri huu na unamhusu ma, masihi huyu, kwa hivyo ni kuonekana ametukejeli na ametudharau ama ametukana. Lakini yeye hayakuwa ni madai yake ama ndiyo matamko yake katika tafsiri hiyo katika kamusi inayoitwa Tajul Urus ya kwamba yale maneno dhuratul baghaya namaanisha, eh, watoto wa mtumwa, hayakumaanisha kwamba ni mtoto mm -hmm. wa malaya. Na imesemwa pia vile vile katika tafsiri hiyo eh, ya kwamba ukiambiwa we ni ibnul baghaya, yeah. ni kwamba we ni mtoto eh, wa mtumwa mto, wa, wa yeah. lakini pia katika lugha ya Kiarabu pia albaghaya pia ni mtu ambaye kwamba amekosa muongozo. Kwa hivyo kuitwa dhuratul baghaya katika utabiri huo ilimaanisha kwamba ni watu watakao kuwa katika kizazi cha kukosa mwongozo. Ndio, naona katika mambo mengi ambayo tunayajadili hapa, tunakuta ni watu ambao ni wenye elimu kubwa, wakiona katika historia zao za kusoma, lakini kukosa mwongozo kunaleta matamshi ambayo wanafanana kama watu ambao kwamba wanaongea nje ya elimu ama nje ya kufahamu. Hivi ndivyo ilivyotabiriwa ya kwamba Masta atakapokuja, watu wa namna hii watamkataa, ingawa kikundi kikubwa cha Uislamu kitamkubali pia vile vile imeelezwa e, masaa alisema kwamba kuna wakati mmoja ambapo kuna bwana alikuwa kitu wa Saadullah. Anasema mi nilikuwa nikizungumzia pia katika utabiri huu kumlenga yeye kwamba yeye alikuwa ni mtu msumbufu katika hali ya upinzani, na akaandika ubeti mmoja akasema kwamba ewe ambayo umenisumbua sana katika ubaya no, kama hutakufa leo basi mi sitatangaza madai yangu lakini hii ilikuwa ni matamshi ya kuonyesha namna gani ambavyo yeye anasikia uchungu. Kwa maana Masihi aliahidiwa, yeye ni hali kama ile ya Masihi wa zamani, hawezi tu, kwa sababu ya mtu mmoja, hawezi kukataa kuendesha ujumbe wake, lakini alionyesha namna gani ambavyo ameghadhibishwa na hali hiyo. Kwa hivyo, kwa neno fupi, ni kusema dhurratul baghaya, maana yake ni watoto wa, watum, wa, wa mtumwa na ilisemwa kwamba haimaanishi tu kwamba lazima mtumwa awe na tabia nzuri ama tabia mbaya, lakini hiyo ndiyo maana yake tu halisi katika lugha ya Kiarabu. Asante sana, imebainika kule na pia umefundisha wale ambao wanaelewa kimakosa. Uh, utumizi hili la Masihi Maud alaihi salatu wasalam la dhuriatul baghaya na malim saibu Masihi Maud alaihi salatu wasalam alijibu vipi wanazuoni wanaompinga? Asante uh, sana bwana mwelekezi. Ni kwamba sena Ahmad alaihi salatu wasalam, namna tulivyosikiliza kutoka mwanzo, ni kwamba hakutumia maneno ambayo mwenyewe akayatengeneza, bali kukawa na ushahidi mahali kwamba ima yametumika katika Qurani au katumia mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi wasalam au wanavioni mbalimbali waliyatumia. Kwa mfano, tumeona kuwaita watu kama nguruwe na nyani ni maneno ambayo yanapatikana ndani ya Qurani Tukufu, na vilevile vile bwana mtume sallallahu alaihi wasalam ameyatumia maneno kama hayo anasema kwamba wa kutafika wakati ambao kutakuwa na msukosuko katika watu wangu, basi watu watawakimbilia wanazuoni wao, kisha watawapata kwamba wamekimbia wamejificha kama nyani na nguruwe. Kwa hivyo unaona kwamba ni maneno ambayo naye mtume pia aliyatumia. Kwa hivyo si Sayyid Ahmad alaihissalam peke yake. Hata hivyo, licha ya kwamba Sayyid Ahmad alikuwa aki akiwajibu hawa watu maneno yao kwa ukali pia, lakini alitafuta suluhu, alitaka mwafaka kwamba kuwe na hali ya amani na mahubiri yaendeshwe kwa njia ya ustaarabu. Basi akafika kwao, akawaandikia, akasema kwamba napendekeza kwamba kutafutwe njia nzuri ambayo tutasuluhisha mambo haya, kwamba kusiwe na maneno makali kutoka pande zote mbili, kutoka huku au kutoka kule, na kwamba kila mtu, kila kiongozi awadhibiti watu wake kwamba kutoka kwetu kusiandikwe kitu kibaya kwenu, na, na wala kutoka kwenu kusiandikwe kitu kibaya kwetu. Alafu idhibitishwe yani, ambaye anamiliki watu fulani mm, au hawa watu wako chini yako, uhakikishe kimaandishi kwamba umewadhibiti umewaeleza na wakakubali. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba sena Ahmad alaihi salatu wasallam licha ya kwamba alikuwa akishambuliwa na licha ya kwamba naye pia akaamua kujibu kwa ukali, lakini hakuridhika na hiyo hali akataka, kwamba hali ya amani ipatikane, kama ni mafundisho ya dini mbalimbali yafanyike kwa njia ya ustaarabu. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba senama dada Islam alijaribu kufika kwa watu ili kutoa zile hali iliyokuwepo ili watu wafanye kazi kiustaarabu. Asante sana. Imebainika pia kama vile ndugu yake alisema ya kuwa maneno haya yametumika katika Qurani Tukufu, na sio tu vile Masihi Maud alaihi salatu wasalam alikuwa anajilinganisha na Mwenyezi Mungu, la hasha. Na pia umetueleza Mtume Muhamad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vile vilevile alitumia maneno haya. Je, kuna mambo yoyote katika historia kuhusu matumizi ya lugha kali? Naam, katika historia ya Mtume Muhamad Imeelezwa ya kwamba kuna muda ambao wapinzani wa, wa, wa mtume wa sallam walizidi kiwango katika maneno yao ya kejeli na, na, na kumdharau ama kumtusi. Basi kwa namna hiyo kuna muda ambao mtume sallam alisema inastahili ama inakubalika hata katika vita ama katika wapinzani kama hao kwamba ifikie muda ambao utawajibu na uwaeleze uwa kwa namna ambayo itakuwa ni uchungu pia kwao. Basi Hadhrati Aisha radhiyallahu anha alieleza kwamba kuna muda ambao alimsikia mtume swalla sallam akimwita Kaabu bin Malik akimwambia kwamba nataka uniandikie barua ambayo iko na kejeli ndani yake dhidi ya hawa maadui, ili waweze eh, kusikia uchungu kama vile yani zaidi ya uchungu ambao ungepitia kwa kupitia mishale no. basi aka eh, Kaabu bin Malik akaandika, lakini maneno yake mtume swalla sallam hakuyafurahia. Kwa hivyo akamwita Hasan bin Thabit naye akaandika hiyo barua, na ilikuwa ndefu sana na ikatumwa. Na katika hayo maneno hayo aliandika pale, yalisemwa yali, yali, yali namna hivi katika ubeti mmoja tu ambao inasema kwamba ewe ambaye unaendelea kumsema vibaya Mtume swalla salam na kumdhihaki mimi, pia naendelea kukusikiliza na naendelea kukujibu pia, lakini tunangoja malipo yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maneno haya yanaonyesha kwamba kuna namna ambayo inatumika ina, ina katika kujibu maadui, ikiwa itafikia kiwango ambacho kunyamaza sio bora, basi heri kuongea kwa namna ile ile ambayo kwamba walikuja nayo, lakini kwa kuwa hawa ni manabii wa Mwenyezi Mwenyezi Mungu, Masihi alayhi salatu wasalam na pia Mtume salam, hawa hawakutumia maneno ya matusi, bali walitumia maneno yenye busara ambayo yanaonyesha waweze kufahamu, ama waweze kufikiria kinyume chake katika yale ambayo kwamba wanayatuma. Je, kama yangerudi upande wao yang, wangeyasikia na namna gani? Lakini kama tulivyoona ni kwamba namna wakati walipojibiwa basi walitwaka maneno na walidai kwamba wametusiwa, lakini wakati ambapo wangezungumza wao wangefikiria kwamba wamefanya jambo la busara. Naam, kwa hakika imebainika uh, utumizi wa neno dhuriatul baghaya na tena uh, nadhani wale ambao walikuwa na maswali kuhusiana na neno hili dhuriatul baghaya wamepata elimu kabisa kabisa. Kuna shutuma moja ambayo o, wapinzani pia wanaleta dhidi ya Masihi Maud alehisalatu wassalam. Kwa sababu gani? Anasema ya kuwa Masihi Maud alehisalatu wassalam alitumia neno waladul haram, alithibitishaje e, neno hili? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Ni kweli kwamba Sena Ahmad alaihi salatu wassalam alitumia neno hili moja katika mojawapo ya maandishi yake na. Lakini ijulikane kwamba Sena Ahmad alaihi salam, haya maneno yote aliyotumia kwa namna ya jumla, wala si kwa kulenga mtu maalum, kwamba alikuwa na nia kumtokana mtu maalum. Kwa mfano alisema kwamba wale watu ambao wanajiingiza katika mambo ya upuuzi na kwamba wana, wanaendelea ku, kutumia lugha chafu dhidi yetu na wanakubali kwamba Ukristo umeshinda yaani licha ya zile juhudi zote zilizofanywa mijadala ilifanywa, Wakristo wakaonekana wameshindwa na kwamba Waislamu wanashinda, lakini wale ambao bado wanasisitiza kwamba Wakristo ndio wameshinda na bado wanatumia lugha chafu na wanapinga ushindi wetu, basi hawa ni katika watoto wa haramu. Naam au ni katika, ni watoto wale vile wameita kwamba waladul haramu. Kwa hivyo shutuma zikatoka hapa kwamba ametumia neno kali ametumia neno chafu, lakini anafafanua kimsingi ya Quran tukufu. Anasema kwamba kile alichokimaanisha ni kwamba familia ya waaminio ni moja, namna inavyozungumza Qurani kwamba waamini wote ni ndugu. kwa no. hivyo awe ni mtu wa kutoka wapi, lakini maadamu ni mumin, ni Muislamu, anamwamini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Masihi Mauda alaihis salam, huyo ni mumin lakini wanaokuwa nje ya familia hii basi si vibaya kuwaita wana haramu. Yani mtoto haramu ni yani yule ambaye amezaliwa nje ya ndoa. Kwa hivyo yeah, tunasema kama hii ni ndoa, hii ni familia ya Kiislamu. Kwa kutumia mfano huu, Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam alieleza kwamba si maneno yake tu, bali mfano kama huu unapatikana ndani ya Qur'an tukufu, pale ambapo Mwenyezi Mungu akizungumza na Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam kuhusu kwamba atamuokoa pamoja na familia yake. Kisa hiki kimeelezwa katika Kurani tukufu kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Nuhu kwamba atengeneze safina na achukue familia yake pamoja na vile vyote ambavyo aliwaagiza. Hivyo, baada ya kutengeneza safina, basi Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam akamwambia mwanawe aingie, lakini akakataa. Basi Nuhu alipokuwa akimsihi yule mwanawe kwamba aingie ndani ya safina, basi kulitokea wimbi kubwa likamtenga Nabii Nuhu alayhi salam na kijana yake basi pale nabii Nuhu kama mzazi akalia kwa Mwenyezi Mungu akasema, Mwenyezi Mungu, uliniahidi kwamba utaniokoa mimi na familia yangu na huyu mtoto ni katika familia yangu, basi basi, na ahadi yako Mwenyezi Mungu ni ya kweli, na wewe ni mkweli wa mahakimu. Basi Mwenyezi Mungu katika kujibu anasema kwamba ewe Nuhu, huyu si katika familia yako, basi angalia usije ukaniomba katika mambo ambayo hujui, usije ukawa miongoni mwa wajinga katika sura Hud aya 46 mpaka 47, na vile vile, bwana mwelekezi, tunajua kwamba maneno haya ya Kiarabu waladul haram au waladul halal na kadhalika ni mambo ya kina hao, ni mambo ya lugha ambayo yana maana ya, ya, ya jumla na wala si matusi kwa mtu maalum. Asante sana, na pia kuelewa kwangu ni kuwa uh, utumizi hii ilikuwa kwa namna ya kiroho, naam. Asante sana, naam. Vipi kwa kina sana, unaweza tueleza utumizi hii eh, ya neno waladul haram kuhusiana na wale ambao walikuwa wanatangaza kuwa Uyahudi umeshinda Uislamu. Naam, eh, kwa swali hilo, kwa jibu hilo ni kwamba alieleza Masia alaehidiwa kwamba waladul haram lilitumika wakati ambapo kuna bwana mmoja ambaye alikuwa yeye ni Muislamu lakini akajifanya Mkristo kwa hivyo akaingia upande wa Wayahudi kisha akarudi kutangaza ya kwamba Ukristo eh, umeshinda na yeye alikuwa upande wa Uislamu wa, wa, wa no. Kwa hivyo ikasemekana kwamba mtu namna hii ni kama kusema yeye ametoka kutoka kwa baba yake wa kiroho ameenda katika ulimwengu mwingine ambao ni wa baba, baba yake lakini kwa upande ule. Kwa hivyo kwa upande wetu huku anahesabika ameenda upande ambao ni haramu yani, ni waladul haramu yani, ametoka katika baba wake, wake, wake sawasawa, no. Na ameenda katika ulimwengu wa shetani mm -hmm. Ama amevuka katika nji, umpa, ue, njia nyingine mm -hmm. Na alisema kwamba watu namna hivi masali alisema kwamba watu namna hii wanajulikana kama wanaitwa ni kama Waislamu wa Kristo Yani, ukimwangalia hivi namna ya, ya, ya nje anafanana kwa asili ya Kiislamu, lakini kumbe zile mbinu ambazo zinatumika ili kuleta Uislamu katika ushindi, yeye anazikengeuka, kisha baadaye anarudi kutangaza kwamba nyinyi mmeshindwa. Na maneno haya yanaonyesha ni namna gani ambavyo aliyaongea, lakini kwa namna ya uchungu. Na wale waliposema kwamba eti wametukanwa kwa kuitwa wadhulharam, yeye alisema mimi nilitumwa ili kuja kufanya Uislamu ushinde. Kisha ikitokea kwamba kuna watu ambao kama Abdul Haq na huyu mwingine ambaye kwamba anaitwa Sadullah ambao kwamba hawa ni wapinzani, kwa namna hii kwamba wanaweza kugeuka kuenda upande wa wakikristo wa kujifanya wao wameondoa wa, wa, wa, wa upande ule walikuwa wako huku, kisha wanashangilia ushindi ambao umepatikana upande, upande ule mwingine, wakati wanajua ushindi lazima ni wa huku katika Uislamu, lakini kwa nadharia yao ama kwa mawazo yao wanaofikiria wale wapinzani, kama tumeshindwa, wanasema kwamba Uislamu umeshindwa, na wakati ambapo kwa namna yote, wakati wote ule hakuna wakati ambapo Uislamu uliwahi kushindwa, bali tulikuwa katika ushindi. Hata kama itokee kwa namna fulani tuko katika huzuni, tulikuwa katika ushindi katika katika hali ya kiroho zetu ama katika hali ya kiimani. Kwa hivyo Masih aliyeahidiwa alitaja hili kwa kuunganisha ma, ma, tukio hili na akisema, katika nyakati hizi za, za, za, za Masih aliyeahidiwa ambaye ni yeye mwenyewe, watu wa namna hii pia wapo. Ndio maana akatumia neno hili waladul haramu ambalo linamaanisha mtoto wa haramu, lakini si kwa maana ya kimwili, bali kwa maana ya mtazamo wa kiroho na kiimani. Asanteni, najua mko na mengi sana ya kutueleza uh, kwa kina sana, lakini muda haitaturuhusu. Asanteni sana kufika katika studio yetu, na pia nawaomba tena muendelee kufika katika studio yetu ili muweze kujibu mashtaka haya na shtuma hizi za wapinzani. Asanteni sana kufika. Asante. Naam, ndugu mpendwa wa mtazamaji wa MTA Africa, kwa hakika leo kama ulikuwa na shaka, kama ulikuwa na maswali kuhusiana na maneno haya, matumizi ya maneno haya uh, waladul haram na pia dhuriyatul baghaya, basi hivi leo sasa umepata kina, umepata maelezo maarufu sana ambaye alieleza Masih Maud alayhi salatu wasalam kwa utumizi yake ya maneno haya. Asanteni sana kwa kuwa nasi na endeleeni kuwa nasi.